Walimu wa vituo shikizi vya shule za awali wakiwa katika mafunzo maalum ya kuwajengea uwezo juu ya kuwasajili, kuwaandaa watoto na kuliandaa darasa, ikiwa ni pamoja na namna ya kutengeneza zana za kufundishia. Mafunzo yaliyofanyika katika viunga vya chuo cha Montessori kilichopo hapa mkoani Mtwara, wakiwa katika mafunzo hayo yaliyoandaliwa na shirika la Edukaid lenye makao makuu yake hapa mkoani Mtwara kupitia mradi wa madarasa na vituo shikizi wenye lengo la kuwasaidia watoto wanaotembea umbali mrefu kufuata shule ilipo ilofadhiliwa na shirika la Edukaid lililopo Uingereza. Walimu hao pambana nafasi ya kuimba pamoja, kutengeneza zana za kufundishia na hata kujifunza namna ya kuishi na mtoto akiwa darasani. Karibu kwenye makala hii maalum iliyoandaliwa nami Karim Faida kutoka Faida Online TV. Emmanuel Sanga ni mkurugenzi wa shirika hilo la Edukaid Tanzania, hapa amepata nafasi ya kutolea ufafanuzi juu ya mradi huo. tumekuwa na mradi wa madarasa na vituo shikizi, ambapo katika mradi huu tumekuwa tukiwasaidia wale watoto ambao wanatoka mbali na zilipo shule zile za msingi kwao. Tumekuwa tukifanya mradi huu kwa kushirikiana na serikali ya kijiji, uh, shule ya msingi iliyopo karibu, pamoja na jamii kwa ujumla, ambapo katika mradi huu tunaishawishi jamii, tunaelimisha jamii na kwa kushirikiana na shirika la Edukaid, jamii na shule husika, tunafungua au tunaanzisha madarasa ya awali ambapo watoto wenye umri wa miaka minne na mitano wanakuwa wakiandaliwa pale kwa ajili ya kujiunga na elimu ya msingi. Kwa mafunzo haya au mradi huu tulianza mwezi wa kwanza, ambapo tulikuwa na mafunzo ya awamu ya kwanza, ambapo tulifundisha jumla ya walimu 40 ambapo katika awamu ya kwanza tuliwafundisha uwezo wa walimu wa kuwasajili watoto, uwezo wa kuwafundisha watoto na kuyaandaa na kuanzisha madarasa, ambapo katika kipindi cha miezi minne tumetembea na tumefanya tathmini, na tuligundua kwamba bado kuna changamoto katika eneo zima la walimu kuwabaini watoto wenye mahitaji maalum, walimu kuweza kutengeneza zana za kutosha za kufundishia, lakini pia walimu kuweza kuwa na lugha rafiki ya mawasiliano baina yao na watoto, lakini pia walimu kuwashawishi wazazi na jamii katika kukusanya rasilimali mbalimbali kwa ajili ya kuendeleza hivi vituo vya kuwaandaa watoto kwa ajili ya elimu ya msingi. Hata hivyo, Bwana Sanga ameongeza kuwa baada ya kuwapa mafunzo hayo walimu hao wametembelea katika vituo kadhaa vya madarasa ya awali ikiwa ni pamoja na kituo kilichopo shule ya msingi Mbuo pamoja na kile kilichopo Mbuo Kilimani kwenye kijiji cha Mbuo kata ya Ndumbwe, ili kujionea namna jamii inavyoshiriki katika kutengeneza zana za kufundishia pamoja na kuwa na mafunzo ya nadharia darasani la. Na pia tumeweza kutembelea shule ya msingi Mbuo ambapo, katika shule ya msingi Mbuo Mbuo, shule ya tumeenda kuona darasa la mfano, ambapo jamii inashiriki vizuri katika kuandaa vifaa vya kufundishia na kujifunzia, lakini pia tumekwenda kutembelea kituo cha kuandaa watoto cha Mbuo Kilimani ambacho pia kuna darasa pale watoto wanajifunza, na wazazi wameanza pia sasa kuiga ile hali iliyoko Mbuo, nao pia wanajitolea kutengeneza zana mbalimbali au vifaa mbalimbali vya kujifunzia na kuchezea watoto aa, wakiwa wanajifunza, kwa sababu tunaamini kabisa watoto wadogo wanajifunza sana kupitia michezo kwao tunashukuru Mungu kwamba haya mafunzo ambayo tutakuwa na walimu wa 40 tutaenda nao kesho, siku ya nne na siku ya tano pia tutaenda. Sasa utakuwa na kazi pia ya vitendo, ambapo walimu wataenda kufanya kazi na jamii katika kuandaa darasa linaloweza kuwa ni darasa rafiki au kitaala, darasa kwa lugha ya kitaalamu tunasema darasa linaloongea, kwamba ukiingia tu darasani mwalimu huhitaji kutumia nguvu kubwa sana katika kumfundisha mtoto. Maana mtoto ataona picha, ataona vitu, ataona michoro, ataona vitu hivyo finyangwa, kwa moja kwa moja, akisema hiki ni chungu, anakuwa anajifunza; hiki ni kiti, anakuwa anajifunza. Kwa mwalimu anakuwa na kazi ndogo sana ya kumsaidia mtoto. Fatuma Ali Hemedi ni mwalimu katika kituo kilichopo Mbuo Kilimani. Moja ya majukumu yake akiwa ya shuleni hapo ni kumrudisha mtoto huyu mwenye ulemavu wa viungo kwao pale, ndugu zake wanapochelewa kumfuata. Napenda kuwasaidia wanafunzi wangu wakati ambapo wa kurudi nyumbani, hasa kama huyu kijana ni mlemavu, nampeleka mpaka nyumbani pake na ninahakikisha anaingia ndani. Walimu hao wakaingia kwenye magari tayari kuanza safari ya kuelekea katika eneo la mafunzo, yaani chuo cha Montessori kilichopo Manispaa ya Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara. <laughs> Baada ya mafunzo hayo, walimu hao wote kwa pamoja wamepatiwa vyeti vya uhitimu wa mafunzo hayo. Hawa ni baadhi ya walimu waliopewa mafunzo hayo. Kwa majina naitwa Madam Halima, natokea shule ya awali iliyopo Mikindani Milumba. Kiukweli mafunzo haya yanatusaidia sana, na sasa sisi wenye hali ya chini utengenezaji wa zana ina umuhimu moja wapo. Kwanza kabisa inanirahisishia mimi jinsi ya kuwafundisha watoto kwa majina naitwa Salumu Musa Mtonga, ni mwalimu wa kituo cha watoto, cha kulelea watoto majengo Ziwani Mtwara. Ha, nimekuja hapa Montessori, chuo cha Montessori kwa ajili ya mafunzo, ambayo mafunzo haya yametusaidia kwa kiasi kikubwa. Mimi kama mimi binafsi yangu yamenisaidia kwa namna ambavyo naweza nikatengeneza nika zana kwa ajili ya watoto wangu, lakini pia imenisaidia kuboresha zile mbinu za ufundishaji dhidi ya watoto vilevile. Vile tumepata fursa ya kutembelea baadhi ya vituo vya wenzetu ambavyo tumejifunza zaidi kuhusu utengenezaji wa zana mbalimbali. Kwa hiyo, naamini kupitia mafunzo haya, naamini nitakuwa na uboreshaji mzuri kwenye kituo changu kwa ajili ya kusaidia watoto pia waweze kujifunza na kufikia malengo yao wa ambayo wanatarajia Edukaid, na, na, na, na, na, na washukuru kwa kutupa mafunzo haya na naamini Mwenyezi Mungu atawabariki kwa hiki ambacho wamekuwa wakikifanya. Kama jina naitwa Salhia Adam Somanga, ni mwalimu wa kituo cha watoto Twala Kids Daycare Center. Kipo Rikonde. Nimekuja hapa Montessori kwenye mafunzo ya kujifunza vitu mbalimbali kuhusu watoto. Tumejifunza vitu vingi sana, tunawashukuru Edukaid, tumejifunza namna ya kutengeneza zana na tumetembelea sehemu mbalimbali kujifunza vitu tofauti tofauti, kwa hiyo tunashukuru sana Edukaid, asanteni Edukaid. Wakiongozwa na Mr. Sanga wakaandaa safari ya kutembelea vituo vingine ili kuona hali ilivyo. Hawa ni watoto wanaosoma kwenye banda hili lililojengwa kwa nyasi katika kijiji cha Mnaida kata ya Tangazo halmashauri ya wilaya ya Mtwara, ili mradi waweze kupata elimu. Watoto hawa wanafurahia masomo, ingawa miundo mbinu ya darasa lao sio rafiki kwao. Kabla ya hapo, Edukaid waliwashauri wazazi kuchangia fedha pamoja na nguvu zao ili kuanzisha ujenzi wa shule ya kisasa. Wazazi hao walipokea vizuri ushauri huo na kuanzisha ujenzi wa shule hii mpya ambapo mbunge wa jimbo la Mtwara vijijini, Mheshimiwa Shamsia Azizi Mtamba, naye akachangia shilingi milioni 30 ili kuhakikisha watoto hao wanapata elimu iliyo bora. Hao <muchos> ndio Edukaid liwake jua enyeshe mvua wanakatisha katika vichaka na mazingira magumu ili kufuatilia miundombinu ya shule kwa watoto ili kuhakikisha wanapata mazingira mazuri ya kusoma. Kukosekana kwa shule za msingi katika baadhi ya vijiji kumesababisha watoto wengi kuwa wazururaji tu wa mitaani, huku wengine wakionekana katika maeneo wa ya masoko muda wa masomo wakiwa hawana cha kufanya. Hapa ni kwenye kijiji cha Mnawene, ndani ya halmashauri hiyo ya wilaya ya Mtwara kutokana na kijiji hicho kukosekana shule ya msingi kwa miaka mingi, Edukaid wameanzisha kituo cha watoto ambapo walikubaliana na serikali kutumia sehemu ya ofisi ya kijiji hicho kama darasa ili kuwajengea msingi wa elimu watoto hao. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa. Kwa ushawishi wa hao wa Edukaid wamesaidia kuisukuma jamii kuchangia fedha na nguvu zao kwa ajili ya ujenzi wa shule hii ya msingi na tayari kuna vyumba viwili vya madarasa pamoja na ofisi ya walimu, huku mbunge wa jimbo hilo mheshimiwa Shamsi Azizi Mtamba akichangia shilingi milioni kumi katika ujenzi huo. Edukaid wamefika katika shule hiyo na kuona mazingira yalivyo na kukuta ujenzi unaendelea, huku baadhi ya vifaa vya ujenzi huo vikiwa vimehifadhiwa kwenye ofisi ya kijiji hicho. Baada ya kutoka hapo safari ikaendelea na hatimaye kufika kwenye kituo cha watoto kilichopo kijiji cha Majengo kata ya Ziwani ambapo Mr. Sanga amepokelewa na watoto hao kwa furaha na bashasha. Darasa hilo ni moja ya madarasa ambayo yana zana nzuri za kufundishia. Katika kijiji hicho tayari wamepata eneo la ujenzi wa shule ya kisasa huku harakati zingine zikiendelea. Mtazamaji wa Faida Online TV, watoto hawa ndio tunaowategemea kusogeza mbele maendeleo ya mkoa wa Mtwara pamoja na taifa kwa ujumla. Hivyo basi, wasipopata elimu iliyo bora ni ngumu kupata viongozi mahiri wenye kujua thamani ya taifa hili la Tanzania. Kwa kulitambua hilo, ndio maana Edukaid wamekuja na mradi huu ili kuhakikisha kuwa watoto wa awali wanapata msingi imara wa elimu wangali bado wadogo. Kwa heri watoto, tutaonana wakati mwingine, taifa linawategemea miaka ijayo. Na huo ndio mwisho wa makala hii maalum inayoangazia namna shirika la Edukaid lililopo hapa mkoani Mtwara linavyopambana kuhakikisha watoto wanapata elimu bora tena karibu na maeneo yao katika mradi unaofadhiliwa na shirika la Gans kutoka mchini Uingereza, mpaka kufikia hapa nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, kusubscribe, kulike na comment chaneli yetu, ili endelee kupata habari zetu, hakika sisi ni watu wa field. Asante na nikutakie siku njema.